Nam karibu katika Alama Jimboni, na leo ndani ya Alama Jimboni nataka nizungumzie katika kipindi cha miaka mitano ya uongozi wake kama mbunge wa Arusha Mjini, Mheshimiwa Mrisho Mashaka Gambo ambaye ameandika historia isiyofutika katika maisha ya maafisa usafirishaji hasa waendesha bodaboda ambao kwao Gambo si mbunge tu, bali mlezi, mlezi wa kweli anayejua thamani ya jasho la mwananchi kwa moyo wa kizalendo na uzalendo wa dhati, mheshimiwa Gambo amekuwa bega kwa bega na umoja wa bodaboda jijini Arusha, yaani Uboja, akisimama nao wakati wa furaha na dhiki, na kana kwamba anasema heri kuongoza kwenye haja kuliko kuwahutubia waliotosheka. Toka niwe kiongozi, uh, mheshimiwa mbunge amekuwa ni mtu ambaye tunakutana naye mara kwa mara, lakini pamoja na hayo ni mtu ambaye amekuwa karibu na umoja wetu kutusaidia mambo mbalimbali mbali, kwa mfano ishu za leseni huko TRA ni yeye mwenyewe alihusika kwa asilimia mia. Lakini ukiachana na hilo, kuna maswala ya mikopo ya pikipiki kwa vijana, ni yeye alihusika kwa asilimia mia. Jambo ambalo wanabodaboda wanalijivunia sana ni namna ambavyo mbunge wao aliweka kipaumbele swala la faini za kiolela zinazowakumba madereva bodaboda. Akiwa bungeni, Gambo amekuwa mtetezi wa, wa haki zao akivalia njuga suala hilo kwa hoja nzito na msimamo thabiti, vijana wa bodaboda kupunguziwa faini za barabarani. Tulianza kumpa hayo mapendekezo akiwa mkuu wa mkoa wa Arusha, aliyapokea kama mkuu wa mkoa, lakini Mungu pia alipombariki kuwa sehemu ya ya wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bado pia hakusahau, alienda ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akajenga hoja na Watanzania wote waliona akizungumzia maswala muhimu ya bodaboda kupunguziwa faini. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya naibu waziri na waziri, lakini Mheshimiwa Spika, tumeona kwamba pamoja na faini ya bodaboda kuwa kubwa, lakini bado matukio ya uhalifu yameongezeka. Kwa hiyo ni ishara ya kwamba faini haiwezi kuzuia uhalifu, lakini Mheshimiwa Spika, ukiangalia pia katika utaratibu wa kawaida sasa hivi tuna changamoto kubwa sana ya ajira katika nchi yetu, na serikali yetu imeajili, imeahidi kutoa ajira milioni nane na miongoni mwa watu ambao wanajiajiri ni sehemu yao ni bodaboda. Nilikuwa nadhani Mheshimiwa Spika, ni vizuri sasa uh, wizara ya mambo ya ndani ikaleta utaratibu hapa ili tuweze kupitia upya mchakato wa faini hizi, kwa sababu tunafahamu mtu leo ukiua una adhabu yake, lakini leo pia mtu ukiiba kuku una adhabu yake. Haiwezekani gari ambayo ni milioni mia tatu faini yake elfu thelathini na hii pikipiki piki ya milioni mbili faini yake ni elfu thelathini na Mheshimiwa Spika, hapa tunasema elfu thelathini kama kosa ni moja. Bodaboda naweza kupigwa hata makosa manne kwa siku, ifa laki na ishirini. Na pikipiki ile siyo ya kwake, inabidi pia apeleke hela kwa mwenye pikipiki na yeye pia aweze kusafahiva. Ni dhani Mheshimiwa Spika wizi serikali iangalie kwa jicho la uhuruma watu hawa wadabodaboda, ili mwisho wa siku changamoto o iweze kuondoka. Sheria ya usalama barabarani sura namba 168. Mheshimiwa Spika. Vijana wengi wamejiajiri kwenye sekta ndogo ya kuendesha bajaji pamoja na pikipiki zinazojulikana kama bodaboda. Hata hivyo, vijana hawa hupata usumbufu mkubwa sana wa kulipa faini kutoka kwenye vipato vyao pale wanapotokea wamevunja sheria ya usalama barabarani, hata kama umefanywa na abiria wao. Hali hii imekuwa ikisababisha baadhi ya vijana hao kushindwa kulipa faini na hivyo kuzitelekeza pikipiki zao kwenye vituo vya polisi. Mheshimiwa Rais alielekeza jeshi la polisi kujikita kwenye kutoa elimu kuhusu usalama barabarani badala ya kuwekeza kwenye makosa na kugeuza faini kama chanzo cha mapato. Hivyo basi niwatangazie bodaboda wote kwamba mama yetu amesikia kilio chao. Mheshimiwa Spika, napendekeza kupunguza adhabu zinazotolewa chini ya sheria ya usalama barabarani sura namba 168 kwa makosa ya pikipiki piki na bajaji kutoka shilingi milioni thelathini, kutoka shilingi elfu thelathini za sasa hadi shilingi elfu kumi kwa kosa moja. Lengo la hatua hii katika kuimarisha umoja huo Mheshimiwa Gambo alifadhili zoezi la uandikishaji na usalama wa taarifa za mwanachama wa uboja. Hatua hiyo haikuwa ya kawaida, iliwaletea wanachama a utambulisho rasmi, usalama wa taarifa na nafasi ya kushiriki kikamilifu katika mipango ya maendeleo. Mambo makubwa ambayo ofisi ya wilaya imefaidika nayo ni kututengenezea mfumo wa bodaboda, maana katika jiji la Arusha, ama Arusha mjini tuna mfumo wa bodaboda -boda. Wote zaidi ya elfu ishirini wameingizwa katika mfumo wa kidigitali. Pikipiki yoyote tukitaka taarifa yake, aidha imeibiwa au mtu amepata ajali, bodaboda tuingie kwenye mfumo, tunajua mtu anapaki wapi na yupo katika usalama upi. Na yote hii amekuja kutuwezesha kifedha, kuulipia mfumo mfumo kila mwaka unalipia milioni moja na laki mbili. Mbunge wa Arusha mjini hayote ameweza kuyafanya katika ofisi yetu ya bodaboda lakini Boda, sio hilo tu. Ameweza pia kutulipia fedha za kodi katika ofisi yetu hii fedha za mwaka mzima, hivi sasa hivi tukichangishana kama ilivyokuwa awali. Mbunge hilo ameweza kutuwezesha katika jimbo letu la Arusha na hasa ofisi yetu hii ya wilaya. Leo hii maafisa usafirishaji jijini Arusha wameungana na kuwa na sauti moja kupitia chama chao cha ushiriki Mafanikio ya chama hicho hayawezi kutajwa bila jina la Gambo kutangulia. Amekuwa nguzo, dira na taa ya kuongoza njia, lakini pia ameweza kutufanyia mambo makubwa katika kuanzisha uh, chama cha ushirika. Kuna fedha ambazo amezilea kama yeye mwenyewe na fedha nyingine ambazo zilikuja kupitia uh, ch chini ya Mheshimiwa Rais ambayo ni Mama Samia Suluhu Hassan, lakini yote haya ni mchakato ambao Mrisho Mashaka Gambo aliufanya ili kuwezesha ushirika uweze kusimama katika jimbo letu au jiji letu la Arusha mjini. Katika kuunga mkono kwenye jambo hili, mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nitaomba leo na mimi kwenye ushirika wao nitachangia kiasi cha shilingi milioni kumi, na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amenikabidhi shilingi milioni kumi taslim ni wakabizi na kilichomvutia yeye, kilichomvutia yeye katika risala yenu, mmesema tayari mmeshaanzisha mfumo kwa sasa mnataka kuanzisha ushirika wenu, lakini mmekwama kwenye shilingi milioni kumi. Mama amesikia kilio chenu, ila tunamshukuru mashaka Gambo aendelee kutupigania sisi, tunaamini kwamba yeye ni sehemu ya mlezi na alikuwa mlezi kutoka wilaya mkoa, akarudi kwenye swala la siasa, upande wa kuwa mbunge wa jiji la Arusha. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Gambo bado sehemu sahii sana na ni mlezi halisi ambaye mi binafsi naamini kwamba hakuna mtu aliyewahi kupenyeza sauti yake kwa ajili ya bodaboda ndani ya jiji la Arusha, ina maana mm -hmm. Kweli mpaka leo maendeleo haya uyaoni itakuwa si kweli, ila sisi tunasema bado ni wetu.